askofu wa jimbo katoliki la Bagamoyo yeah. Washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu mapadre, walikwa wakuu wa, waku wa mashirika ya kitawa na watawa wengine, mashemasi na waseminari, washemiwa

Katika tukio hili la furaha la kumshukuru Mungu kwa kusimikwa Mhashamu Stefano Musomba aliyekuwa askofu msaidisi wa jimbo kuu la Dar es Salaam kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili jipya la Bagamoyo.

na kuwako Mashamu Askofu, na ninakutakia mafanikio katika kuanzisha utume huu. Hongera sana. Kama kunavyofahamu, Bagamoyo inajulikana kuwa mahali pa kihistoria si tu kwa Tanzania na Afrika Mashariki bali pia kwa Kanisa Katoliki kwa kuwa ni usuhuda hai wa muingiliano wa imani za kidini na maendeleo ya kijamii, unaotoa taswira adimu ya historia ya eneo hili na jukumu lili lofanywa hapa. Na wa kwanza ni mahali ambapo mapadri wa Roho Mtakatifu walipajangua mwaka elfu moja mia nane na sitini na nane kama kituo cha kwanza cha wamisionari katika pwani ya Afrika Mashariki. Mahali, mahali hapa ndipo Ukristo ulianzishwa, kuimarishwa, ndeleswa na kupanuliwa. Ni mahali ambapo watumwa u kutoka sehemu mbalimbali walipewa mapumziko baada ya safari ndefu. Ni mahali ambapo wengi wao wao walikuwa wakiacha nyuma matumaini yao, mioyo yao bwaga moyo, kwani walipouzwa kusafirishwa kwa meli na kwa bahati nzuri, wengine walinunuliwa na wamisionari ili kukombolewa na kupewa tumaini jipya la uhuru. Kwa hiyo kwa umuhimu wa mahali hapa

Nina furaha sasa kushuhudia pamoja na nyote mamlaka ya samani kuwa jimbo kamili katika mwaka huu wa jubilei, ambao una tualika sote kuwa mahujaji wa matumaini. Pongezi kwenu. Napenda kumshukuru askofu mkuu Juda Tadei Ruwa'ichi, askofu mkuu wa Jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, pamoja na Mhashamu Lazaru Msimbe, askofu wa Jimbo la Morogoro, sio tu kwa kukubali kuendeleza mchakato wa uundaji wa Jimbo hili, bali pia kwa kutoa sehemu za mamlaka yao ya kiaskofu kwa ajili ya kuundwa kwa mamlaka hii mpya ya kiaskofu. Jimbo hili litaendeleza utume wa Kristo aliyekuja kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi una kudirika katika duluma ya kijamii, chuki, ukosefu wa heshima ya utu ya utu wa binadamu na kwa njia nyingine zina nyingi zinazojulikana kwetu sote, tukiwa mahujaji wa matumaini hasa hapa Bamago, Bagamoyo, mahali maarufu sana pa hija, tudumishe moyo wa wamisionari waliokuwa wakitoa uhuru kwa wengine na bado wanatupa nguvu na motisha inayotokana na imani yetu kujikomboa kutoka katika aina yoyote mpya ya utumwa. Mashamu Stefano Musomba, kuweka msingi wa jimbo jipya sio kazi rahisi. Kuna hitajika upyaisho, ubunifu, mipangilio, mipango ya kimkakati. Hayati Baba Mtakatifu aliona ndani yako uwezo huu na amekukabidhi mchakato huu muhimu. Takatifu Augustino katika kitabu cha kwanza cha maungamo yake, alipokuwa akiomba na kutafakari barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya kumi na nne, alisema hivi: lakini watu wawezajie umuomba mtu ambaye bado awa ja mwamini na wata njie bila ya mubiri uku ukifanya kazi yako ya kufundisha kongosa na kutakatifusa, basi utiwe moyo na mtakatifu Augustino katika kuwatayarisha watu kumya na kupendwa Mungu. Bila shaka kwa kufanya hivyo utafanikiwa kutekeleza miundo ya jimbo jipya jimbo jipya jimbo inavyotakiwa na Kanisa, hasa kwa kuangalia miongoso ya ndugu sako maaskofu ma na kutokana na mangamusi ya majimbo mengine. Kwa hakika utaanza na kukusa imani ya Kikatoliki kwa watu wako, kama hatua muhimu, pamoja na kujenga miundo msingi iliyotaijwa na kutekeleza mipango ya kimkakati kwa siku zijazo za jimbo hili jipya. Usiogope gope. Tafadhali kumbuka kwamba Bwana azipoijenga nyumba waijengao wana jusumbua bure. mkabidhi <laughs> Mungu kazi hii ya kuunda miundo ya kimwili na kiroho ya jimbo hili kwa njia ya maombesi ya Maria Mtakatifu, mama wa Mungu kama ilivyo katika sherehe nyingine za furaha na adimu nilizoririki, ninafurahi kutambua dhamira ya serikali ya Tanzania kwa mshirikamano na ushirikiano na Kanisa Katoliki. Nina tambua ushiriki mwingi wa baadhi wawakilishi wa serikali pia katika tukio hili kuanzia na Mheshimiwa Philip Isidor Mpango, makamu wa rais na mgeni rasmi, ambaye anaonyesha ushirikiano huu endelevu kati ya kanisa na serikali kwa ajili ya wema na ustawi wa watu. Wapendwa katika Kristo, kanisa simabado lina omboleza kifo cha Papa Francisco. Watu wengi wame wamezungumza na kuandika mengi kutumaini uongozi wake katika kanisa Hayati Baba Mtakatifu Francisco alikuwa na heshima kubwa kwa Kanisa Katoliki la Tanzania. Alijibu alijibu mara moja mahitaji yetu ya kichungaji na ya kiutawala bila kukawia. Pili linajidirisha wazi katika uundwaji wa jimbo hili jipya. Tuendelee kumwombea ili Bwana ampokee katika ufalme wake. Roho yake ipumzike kwa amani, amina. Napenda kuwatia moyo mapadri, watawa na waamini kushirikiana na askofu wenu katika kuweka misingi mara ya jimbo hili jipya. Juhudi hii si nzito to zira isishwa na utajiri wenu na uhari wenu wa kufanya kazi pamoja kama timu, chini ya uongozi mahiri wa askofu Musomba ambaye kwa mara nyingine tena tunamtakia huduma yenye baraka katika eneo hili zuri.